Mpena ukioroea katika hali ya mapumziko, tukiwa njiani tukutana na wadogo zetu wengine, watoto wetu. Ona tuwa bless kidogo. Say bless. Bless. Uh, no English. Say bless. Tumewablessi hapa kidogo na hata tubeba madaftari. Nitoe tu rai kwa wazazi, jamani, mjali mtoto akienda akiwa vizuri shuleni, hata confidence inakuwepo, si ndivyo jamani? Ndio. kama huyu hapa na confidence kwa sababu analibegi lake, hata kama limekaa likizeekazeeka, lakini analibegi lake <coughs> Wazazi, yeah. Sawa, Mungu awabariki jamani, mwambieni mzazi, tunaomba tuende shuleni na confidence na madaftari na na mifuko mizuri, si ndio, si ndio? Ndio. Sasa, kama aka karembo hivi kana baba ka mfuko sio mzuri, mwombe awanulie mabegi. Nyewe tulio wabariki, mtuombe sawa? Haya, Yesu awatangulie.